Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania inakuletea utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Tukianza kwa kuangalia mifumo ya upepo, hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa. Na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania inatoa angalizo la matarajio ya upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa na mawimbi makubwa yanayofikia mita mbili katika maeneo ya ukanda wa pwani yote. Watumiaji wa bahari na wakazi wa pembezoni mwa bahari mnashauriwa kuchukua hatua wa stahiki na viashiria vya mvua vinaonekana katika maeneo mengi ya hapa nchini. Na Mamlaka ya Hewa Tanzania inatoa angalizo la matarajio ya kuwepo kwa mvua kubwa katika maeneo machache ya ukanda wa Ziwa Victoria, mikoa ya Mara, Simiyu, Shinyanga, Mwanza, maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, mikoa ya Rukwa, Mbeya, Songwe, Iringa, Njombe, maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, mkoa wa Arusha, Kilimanjaro, Manyara, mkoa wa Morogoro, pamoja na Lindi na Mtwara hatua stahiki ni vyema kuchukuliwa. Na kwa usiku huu, ni matarajio yetu katika maeneo ya magharibi mwa nchi, ukanda wa Victoria, nyanda za juu kaskazini mashariki panatarajiwa kuwa na mvua na ngurumo. Kanda ya kati pamoja na pwani ya kaskazini panatarajiwa kuwa na mvua huko. Maeneo mengine hapa nchini yaliyosalia yanatarajiwa kuwa makavu. Na kwa hapo kesho, ni matarajio yetu katika ukanda wa Victoria maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua, na maeneo mengine hapa nchini yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa wa siku nne zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini: Mwanza tunatarajia ngurumo pamoja na mvua na ngurumo. Kilimanjaro tunatarajia mvua na ngurumo. Mbeya tunatarajia mvua na ngurumo. Morogoro tunatarajia mvua na ngurumo. Arusha tunatarajia mvua na ngurumo na ni kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Hatuna la ziada. Ulikuwa na mimi Mariam Phares, asante na usiku mwema.